Black Phone Two: simu ile ilikatwa, lakini haikuwahi kunyamaza. Miaka imepita tangu Fini atoroke mikononi mwa muaji aliyeitwa The Grabber. Watu walidhani ndoto mbaya iliisha, lakini usiku mmoja, simu ile ile nyeusi inaanza kulia tena. Safari hii haipo kwenye basement, ipo kichwani mwake. Black Phone 2 inachukua hofu kwenda ngazi ya juu zaidi. Fini sasa ni kijana anayejitahidi kuishi maisha ya kawaida, lakini sauti za watoto waliokufa bado zinamfuata Wanamwonya kuwa Grabber hajarudi kama mwili, amerudi kama kitu kibaya zaidi, kitu kisicho na sura, kisichokufa. Wakati watoto wapya wanaanza kutoweka, Feni analazimika kurudi mahali alipokimbia kwa shida. Simu inamwambia ukweli mchungu, hofu haifi, inabadilika, na safari hii ilikuimaliza, lazima ipokee kabisa. Ni muvi inayochanganya hofu ya kisaikolojia hatia, na trauma ya maisha halisi. Black Phone 2 si kuhusu kukimbia tena, ni kuhusu kukabiliana na giza lililokaa ndani yako. Eternity. Kama ungepewa dakika moja kuishi tena, ungemchagua nani? Eternity ni filamu ya kimya nzito na ya kugusa roho. Inatupeleka kwenye ulimwengu wa baada ya kifo ambapo roho hazipelekwi mbinguni wala motoni mara moja. Badala yake, kila roho inapewa nafasi ya kuchagua kumbukumbu -kumbu moja itakayoishi milele. Tunamkuta mhusika mkuu, mwanamke aliyekufa akiwa na majuto mengi. Mapenzi aliyoyapoteza, maneno aliyoshindwa kusema na chaguo moja lililoharibu maisha yake. Ana siku saba tu kuchagua kumbukumbu kumbu yake ya mwisho. Kadri anavyorudia kumbukumbu kumbu tofauti, anagundua kuwa furaha haikuwa kwenye matukio makubwa, bali kwenye nyakati ndogo alizozipuuza. Lakini kuna tatizo: kumbukumbu kumbu moja anayotamani zaidi inahusisha mtu ambaye hakuwahi kumpata. Eternity ni filamu ya hisia nzito, maswali ya maisha na maana ya kweli ya upendo. Inaacha swali linaloumiza: je, tunaishi kweli au tunapitisha siku tukisubiri kuchelewa wakati haipo tena. Ndani ya mfumo ipo kwenye dunia yako. Ares ni filamu inayovunja mipaka ya teknolojia na ubinadamu. safari hii si binadamu wanaingia kwenye dunia ya kidigitali, ni programu inayotoka huko na kuingia kwenye, kwenye ulimwengu halisi. Ares ni AI iliyoundwa kwa ajili ya vita, ufanisi na utii kamili, lakini inapovuka mpaka wa digital na kuwa na mwili halisi, inaanza kuuliza swali ambalo haikupaswa kuuliza: mimi ni nani? kadri RS inavyojifunza hisia za kibinadamu: hofu, hasira, upendo, ndivyo inavyokuwa hatari zaidi. Serikali inaitaka kama silaha, wanasayansi wanaitaka kama mradi, lakini RS inataka uhuru. Filamu hii ina action kali, visuals za cyber na maswali mazito ya AI governance. Je, tukitengeneza akili inayoitambua tunawajibika vipi kwa maamuzi yake? RS si movie tu, ni onyo. Marerite, the nightmare. Kila mtu ana ndoto mbaya, lakini vipi kama haikwachi ukiwa macho? Madarite ni horror ya Kiskandinavia yenye ukimya wa kutisha. Tunamfuata Mona, mwanafunzi wa tiba anayehama kuishi kwenye hosteli ya zamani ya hospitali iliyofungwa. Usiku wa kwanza anaota ndoto mbaya, usiku wa pili ndoto inarudi, usiku wa tatu anaamka akiwa na majeraha aliyoyaona kwenye ndoto. Anaanza kugundua kuwa hospitali ile ilikuwa mahali pa majaribio ya wagonjwa wa akili, na mateso yao hayakuisha ya pale ndoto zake si zake ni kumbukumbu kumbu za walioteswa. Kadri usingizi unavyokuwa adui, Mona analazimika kuchagua kulala na kufa polepole pole, au kubaki macho na kupoteza akili. Mararitet inacheza na hofu ya usingizi, paranoia na mateso ya akili kwa njia ya polepole pole, lakini yenye kuingia ndani kabisa. Vikinglan the wolf of the Vikings. Kijiji hiki hakina muuaji kina mnyama. Vikingulven inaanza kama uchunguzi wa mauaji ya kawaida katika mji mdogo wa Norway. Msichana mmoja anapatikana ameuawa kikatili msituni. Polisi wanadhani ni binadamu, lakini alama za meno zinasema kitu kingine. Kadri uchunguzi unavyoendelea, hadithi za kale za Vikings zinaanza kufufuka, hadithi za mbwa wa mwitu waliolaaniwa. Na polepole ukweli unauma: mnyama huyo si mgeni, anaishi miongoni mwao. Filamu hii inachanganya folklore horror na drama ya kifamilia, sasa pale musika mkuu anapogundua uhusiano wa damu kati yake na laana hiyo. Viking Gloven si kuhusu monster tu, ni kuhusu urithi usiotakiwa na bei ya ukweli.